Ndugu waandishi wa habari na ndugu viongozi, maiteni hapa kidogo ili kuweza kuelezea mambo machache ambayo yanaendelea kwa sasa hivi ndani ya nchi yetu. Kama mnavyojua, katika siku katika wiki hizi mbili zilizopita, tumekuwa na harakati mbalimbali kuhakikisha waheshimiwa mheshimiwa mbunge wetu Godbless Lema anajiunga na sisi huku uraiani, pamoja na mwenyekiti wetu wa mkoa wa Lindi wa kichama Mheshimiwa Suleiman Mathew na anajiunga na sisi sasa. Kumekuwa na kumekuwa na mwendelezo wa kuhakikisha kwamba wanachama, viongozi, wapenzi na watu wengine wote wenye mapenzi mema na chama chetu wanatiwa katika misukosuko isiyo na tija ili kuweza tu kuwadhoofisha. Sasa baada ya kuona hali hiyo ikiendelea, imetufikirisha sana. Tumejiuliza ni kwa nini tunafanyiwa hivi. Tumekuja kugundua katika mambo mengine mbalimbali mbali. Kuna sababu za msingi za kuhakikisha kwamba sauti za watu zisitoke, tusiweze kupaza, kwa sababu hali tuliyonayo sasa hivi bado inakuwa inatia shaka mstakabali na, na maendeleo ya nchi yetu. Tumeona wafanyabiashara wakubwa wakubwa katika taifa letu wakitiwa misukosuko ambayo inadhoofisha eneo zima la ajira katika nchi yetu. Sasa tumetafakari tukaamua tukasema kwamba kwa, kwa sababu sasa hivi tunaelekea kwenye bajeti, na bajeti hii ni sheria ya fedha ambayo itatuongoza katika kipindi cha mwaka 2017 na 2018, 2018. Tukafikiria kwamba ingekuwa ni jambo jema sana kujaribu kuangalia huko nyuma tulikopita na tunakokwenda, tunaelekea wapi na tutegemee serikali ya aina gani huko mbele tunakokwenda? Sasa tumeangalia katika mwaka wa 2016 na 2017, tumeona kwamba unaelekea kumalizika, ila kiuhalisia hatujafikia hata asilimia arobaini ya bajeti yetu ambayo tulikuwa tumeweka, licha ya kwamba tumeambiwa kwamba kumekuwa na ukusanyaji mkubwa sana wa mapato. Kumekuwa na ongezeko la ukusanyaji, matrilioni kadhaa yamekuwa yakitangazwa kwenye vyombo vya habari, lakini bado katika kuchangia bajeti yetu kile ambacho tuliwaahidi watanzania tutakitoa, hatujafikia hata asilimia 40. Kamati za bunge zimeshindwa kuanza kwa wakati. Hii ina maana gani? Sababu kubwa zimesababishwa na maamuzi mbalimbali ambayo yamekuwa yakitolewa na serikali hii yetu tulionayo sasa hivi bila kutafakari. Madhira na madhara yatakayotokea baada ya kufanya maamuzi hayo. Mfano, uamuzi wa kuhamia Dodoma umeathiri kwa kiasi kikubwa sana bajeti ya taifa letu, kwa sababu hazina hawakuweza kupata muda wa kukaa na kupitia marejeo ya bajeti. Matokeo yake katika kuhama, imebidi vikao vyao vilivyotakiwa vifanyike Februari wameanza kuvifanya mwezi huu wa Machi. Kwa hiyo sasa hii delay ina, ina, inaashiria nini? Ili tuendelee kubaki kwenye ule ule muda ambao umepangwa kwamba bajeti ya taifa lazima ianze tarehe moja Julai, lazima muda huo umefupishwa. Na kama muda huu utafupishwa, maana yake kuna baadhi ya vitu tutakuwa tunapitishwa bila wabunge wetu kupata fursa ya kuvijadili kama ilivyopangwa. Sasa hivi tunajua kwamba bunge litachelewa kwa muda wa wiki moja, na hii ni kwa sababu Serikali inachelewa kulifinance bunge na kama serikali inachelewa kulifainansi bunge maana yake bunge litakuwa lina rush linakimbizana kupitisha mambo ili waende ndani ya muda, na huu ni muendelezo ule ule wa serikali kuhakikisha kwamba inaendelea kulibana bunge ili lisiweze kuisimamia vizuri serikali. Alafu, naomba tuendelee kujifikirisha, rais wetu amekuwa hathamini sana bajeti iliyopitishwa na bunge letu mfano Serikali kuhamia Dodoma. Hiki ni kitu ambacho hatukuwa nacho kwenye bajeti, lakini watu wote sasa hivi wanaonekana wanakwenda Dodoma, na bado wengine tunashangilia kwamba wameenda Dodoma, lakini ina athari. Mpango wa kuhamia Dodoma haujaanza leo, toka Dodoma itangazwa kuwa mji mkuu, sio leo, na hata sheria ya kuifanya Dodoma iwe mji mkuu wa nchi bado haijakamilika. Kwa tulikuwa na fursa ya kufanya hivi vitu kwa hatua kwa hatua mpaka tuweze kuhamia kule tukiwa smooth. Sasa hivi tunavyoongea tumathirika katika mipango mizima ambayo tunaendelea nayo. Kingine ambacho naweza kuonyesha tu kudhibitisha kwamba bado serikali yetu haijawa makini katika kuthamini utekelezaji wa sheria ya bajeti. Mfano ujenzi wa uwanja wa ndege wa Chato. Uwanja wa ndege wa Chato ulitengewa shilingi bilioni mbili kwa ajili ya upembuzi yakinifu. Lakini tunavyoongea hivi sasa hivi karibia runway imeshakamilika. Karibia uwanja ndege na ukiwa na ndege ambayo unaweza kutua pale kutua. Sasa hivi unaweza ukatua. Sasa hizi ni investment ambazo tunazitengeneza ambazo hazikuwa kwenye mpango. Kumekuwa na tabia sasa hivi ya kutoa fedha nje ya kasma iliyopangwa ya bunge. Tumeshuhudia watu wameenda pale chuo kikuu Dar es Salaam, watu wamecheza ngoma, wameongea pale wamepiga siasa wakatoa bilioni kumi. Bilioni kumi ni fedha nyingi sana. Hai, wabendo wamejenga. Tumeshuhudia bwana mkubwa ametembelea gereza la Ukonga. Kafika pale kaahidi, katoa kasima pesa nyingi tu, kawachia pale. Lakini ukiangalia hivi vitu vyote vinavyoenda nje ya mpango, fedha zilizokuwa kwenye mpango siamini kama zimeshapelekwa hata moja ya kumi yake. Tuulizane zile fedha milioni hamsini zinazotakiwa kwenda kwenye kila kijiji. Kuna ambaye anajua ni kiasi gani kimepelekwa? Sisi hapa tumekaa Tumetuma watu wetu wamefuatilia, hakuna pesa yoyote ambayo imepelekwa kule chini, lakini kuna pesa ambazo zinaweza kutolewa nje ya mpango. Sasa tukiangalia bajeti inayokuja, kila wizara ni matatizo, ni majanga. Lakini leo si tumeamua kuchagua wizara moja tu ya mambo ya ndani, tutolee mfano hapo, halafu nyewe sasa mtatafuta na wizara zingine muone huko nini kinaendelea. Ukichukua wizara ya mambo ya ndani na idara mbalimbali mbali. Chukulia idara ya zimamoto idara ya zimamoto wametengewa kiasi cha shilingi bilioni 11 kama nukta mbili hivi, hizi ni kwa ajili ya matumizi mengineyo ambayo tunaita OC, other charges. lakini cha kushangaza fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo waliopewa, waliotengewa, of course haijapitishwa, lakini hii ni fedha ambao wametengewa ni bilioni moja nukta tano ambazo zinatosha kununua magari mawili tu ya zimamoto. Lakini pia pesa waliopewa ya kununulia yale madawa haizidi bilioni tatu, na mnaona nchi yetu inavyokuwa, ujenzi unavyokuwa, shughuli za kibinadamu zinavyoendelea. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka ujao tukipata majanga ya moto ni disaster. tutegemee ikitokea dharura baharini, meli imezama ni disaster. hili jesha, jeshi halijawezeshwa. Watu wanafikiria jeshi la zimamoto kazi yake ni kuzima moto tu, kazi yake ni kuzima moto na kuokoa na uokoaji, na halina uwezo A jeshi la magereza huko ndo usiseme, pamoja na kutembelea na mbwembwe nyingi. Sasa sielewi, labda linaandaliwa hivyo kwa sababu wamejiandaa kuwafunga wapinzani, hiyo sielewi, lakini kikubwa ni disaster kwa wafungwa. Haiwezekani mtu wa kuombe pesa ya maji na bili ya umeme unampa chini hata ya asilimia ishirini na tano yaani chini ya robo ya fedha aliyoomba. Pesa ya blanketi unampa chini ya robo ya fedha aliyoomba. Sasa hii inaashiria nini? Kwa mtu ambaye unatafakari zaidi, hii inaashiria kwamba uwezo wa serikali yetu kuiendesha nchi unaelekea kwenye ukomo, kwa sababu huwezi ukaendesha nchi kama huna uwezo wa kifedha. Na haya matatizo yametokea wapi? Haya matatizo yametokea kwa kutojali na kuheshimu misingi tuliyojiwekea kitaifa. Leo hii marafiki zetu wote wametutenga. Nadhani mnakumbuka kama ukiangalia tu katika diplomasia, haraka haraka, nilikuwa natafuta mfano wa mbali, nikaona ule uko mbali sana. Niwape mfano wa karibu, kuna mkandarasi mmoja juzi juzi alikuwa ananyang'anywa passport, nadhani mnakumbuka. Sasa hiyo ni nje kabisa ya taratibu za kidiplomasia. Yule ni fundi tu, yule sio mtu ambaye anatoa pesa kwa ajili ya ujenzi. Sasa tabia kama hizi za kutojali marafiki zetu na kutufanya sisi kama taifa ambalo liko limejitenga an isolated nation kinatufanya mpaka tunashindwa kuendesha nchi yetu. Nilikuwa najaribu kupitia pitia kwenye notisi zangu na kuandika, nikasema ngoje kwanza hao ndugu zangu, nikawasomee kitu kidogo, niwaonjeshe kinachotokea magerezani, kitakachotokea kwenye bajeti ijayo. Gereza, magereza ametengewa bilioni kama tano hivi kwa ajili ya kuendesha shughuli za magereza nchini. Lakini ukiangalia katika hizi fedha, sare za askari waliomba shilingi bilioni nne ila wamepewa milioni 25. Sasa unaweza ukalinganisha. Yaani ndio wametengewa hii kasma yenu kwamba kabajetini ndani yake kama milioni 25. Wewe unahitaji bilioni ngapi? 4. Askari anatakiwa na uniform pea mbili kwa mwaka. Of course hayumkiniki tulisikia wanaambiwa wakanunue, sijua wataenda kushona, sijua watafanya nini. Lakini huku ndo tunakokwenda o tuna hatari ya kukutana na askari ambao wana uniform zina rangi tofauti. Hiki ni kiashiria cha nini? Hiki ni kiashiria cha kwamba uchumi wetu unaanguka, sio kitu cha kushangilia. Hiki ni kitu kigumu. Vifaa vya wafungwa kama magodoro, shuka, mpaka masufuria ya kupikia, vyote vimeshuka. Na tunasema hivi kwa sababu sehemu kama magerezani ni sehemu ambazo watu wanakaa katika hali ya msongamano, wanatakiwa wawe katika mazingira mazuri. Endapo mmoja atapata ugonjwa hii hali itawaathiri wengine, maambukizi yatakuwa makubwa. Sare za wafungwa, unamwomba mtu bilioni mbili almost anakupa milioni ishirini 10% ya kile ulichokiomba. Kwao tutegemee iha watu waruhusu wafungwa wanunue nguo zao au wakae uchi? kingine ambacho nataka niwakumbushe pia, ukiangalia katika kasima tuliyoisema, tumeamua kuchukua tu wizara ya mambo ya ndani ili nao ndugu zetu wao wanaona kwamba tunakokwenda tunakwenda wapi. Na sisi kama chama cha siasa, ukichukua sheria namba 5 ya mwaka 92 ya vyama vya siasa inatupa haki ya kutoa maoni ya kisiasa katika taifa. Sasa leo chakula cha wafungwa kimepunguzwa kutoka bilioni 48 walizoomba wametengewa bilioni 18. Alafu ukiwaambia watu kuna njaa wanakataa. na <coughs> nadhani kama mmesoma vizuri taarifa ya ya mfumuko wa bei kwa mwezi Februari, kama mkiangalia umeongezeka mfumuko wa bei katika taifa letu, tumetoka kwenye 5.0, sasa hivi tumekwenda kwenye 5.5, na mwezi Januari ilikuwa ni 5.2. Kwa hiyo tutaona kwamba hali ya maisha inazidi kuwa ngumu na serikali inazidi kuishiwa fedha wakati huo huo ikiweka mazingira magumu ya kufanya biashara na mazingira magumu ya kufanya kazi pamoja na wahisani. Sasa, katika kutekeleza haya, tunaelekea kwenye bunge la bajeti na tunaelekea kwenye vikao vya bunge. Sisi ndani yetu na wabunge wetu, najua tumekutana nao na tumeshawaeleza kusimamia kwa umadhubuti mambo ya msingi yanayolihusu taifa, lakini wito wetu mkubwa hapa leo ni kwa chama cha mapinduzi. Tunajua wanakwenda kwenye vikao vyao sasa hivi. Chama cha mapinduzi lazima waweke uzalendo mbele, waache ushabiki wa kisiasa, Waiseme serikali yao, kama serikali imeamua kufanya haya yaliyopo, waseme bayana, kila mtu ajue. Hatuwezi tukawa na serikali ambayo inapuuza mambo ya msingi. Leo hii majeshi yetu yote yameomba fedha za mafuta, wamepewa chini ya asilimia 15 ya fedha walizoomba katika bajeti hii inayokuja. Kwa hiyo wewe fikiria ni jinsi gani utakavyopiga kituo cha polisi, una dharura, halafu wakakwambia hawawezi kufika. Vipaumbele vyetu ni nini katika kuwekeza kwenye hizi bajeti tunazokwenda? Je, ni kujenga uwanja wa ndege wa Chato? Je, ni kununua ndege ambazo hazikuwa kwenye bajeti, au ni kutekeleza yale ambayo wananchi ya, wanahitaji yatawafanya waishi kwa utulivu na utengamano katika taifa lao? Kwa hiyo tunaomba, chama cha mapinduzi wanakwenda kwenye mkutano mkuu wao wahakikishe wanaisimamia serikali yao. Pia tunawaomba wabunge wote wasimame kidete kuhakikisha kwamba bajeti inayokuja kupitishwa ni bajeti itakayokidhi mahitaji na matakwa ya wananchi. Wabunge wapitie kikamilifu mapendekezo ya bajeti ya Serikali, kwani na mapungufu mengi mno, na ni bajeti ambayo haitekelezeki. Kwa hiyo wawe makini, wasikae tu kwamba wanamaliza muda wao. Deni la taifa linakuwa kwa kiasi kwa kasi sana. Tunaomba wabunge waidhibiti serikali. Chama cha Mapinduzi ni serikali yao, labda ni mpango wao, labda ndo maisha ya mateso wanayotaka kutuwekea. Lakini tunaomba bunge lisimame kuhakikisha linaidhibiti serikali, wasimamie kikamilifu kuhakikisha kuwa utawala wa kidemokrasia unakuwepo nchini wasiruhusu yeyote avunje katiba na kupuuza sheria za nchi yetu, maana hili limeshaanza kutugalimu hata kwenye bajeti hii ya serikali. Sasa hivi wahisani wote tunavyoongea hivi sasa hivi tuna kitu kinaitwa general budget support. Kwenye general budget support, wahisani na marafiki zetu huwa wanatuchangia nchi za Ulaya na nchi zingine mbalimbali. Mpaka tunavyoongea sasa hivi hawajatoa commitments zao, na ni kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya utawala mbovu mbovu usiozingatia sheria, kwa sababu moja ya kitu ambacho wao wanataka kifanyike ni utawala bora, utawala wa sheria, the rule of law, na kuruhusu demokrasia katika nchi. Hiki hatufanyi hayumkiniki, labda kati ya tarehe tisa na tarehe kumi hizi, siku ya leo na kesho, wanaweza wakamaliza salama, walau wakakubali kuchangia kiasi kidogo katika bajeti ya nchi. Kwao tunawaomba ndugu wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi wa Tanzania, nasema wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu wanaenda kufanya kikao Dodoma Weekend hii, wahakikishe kwamba wanatafakari upya haya maamuzi haya ambayo wanapeleka kama bajeti. Tunajua mkutano wao wakipitisha hivi hivi, wabunge wao wataenda nao kupitisha kwa kushangilia, lakini tunaomba wakae watafakari upya huu mwenendo wa bajeti wanaopeleka sio mwenendo stahiki. Na wabunge wetu tunajua watakuwa imara kusimamia haya yote tunayoyasema. Hivi wanaodaiwa ni Zanzibar tu? <laughs> Sababu wadaiwa sugu, ukiangalia hata haya ambayo nilikuwa nalalamikia hapa ni yale yale, kwa ukiangalia humu, hata Wizara ya Mambo ya Ndani kwa fedha walizoomba kwa ajili ya kuendesha ofisi zao kwa ajili ya bili ya umeme na maji hawawe hawawezi kulipa yaani, kwa fedha watakayopewa, lazima watafunga mwaka wakiwa na deni kubwa, kwa sababu wamepewa less than 10% ya kile walichokiomba. Kwa hiyo hii ndio serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa ikifanya hivi miaka yote, na kwa sababu wamekuwa wakipitisha pitisha tu mambo na kubebana, leo hii serikali iliyopo, kwa sababu imeamua kutoka kwenye misingi ambayo imeliweka taifa letu mpaka leo tuko wamoja kama muungano, imeamua kusema hata ambayo hawakuzoea kuyasema. Sasa sio Zanzibar tu wanaodaiwa, ni taasisi nyingi, na hata hii bajeti itakayopitishwa, mfano tu ya wizara ya mambo ya ndani ambayo tumeamua sisi kuisaiti hapa leo, nadhani hata mheshimiwa Mwiguru anasikia na atakuwa shahidi, waziri wa mambo ya ndani, ni kwamba magereza polisi hawataweza kulipa nao bili za umeme kwa mwaka ujao, na huenda huu hawajalipa, kwa sababu tumepata less than 40% ya bajeti ambayo inakwenda. Kwa hiyo nadhani sauti ya rais wa Zanzibar ilikuwa sahihi ya kusema kwamba wako tayari kuwasha vibatali vibatari. Kimsingi, kimsingi madeni haya hayalipiki. Kwa hiyo unapomdai mtu kitu ambacho hawezi kukilipa atakwambiaje? Of course atakwambia kwamba yuko tayari kuwasha kibatali.